Katika viwanja hivi vya ndaki ya elimu ndani ya chuo kikuu cha Dodoma, ambapo michezo mbalimbali inapigwa hapa, ikiwa ni fainali ya mashindano ya mwalimu Interbets Competition 2025, ambapo imefanyika michezo mbalimbali mbali, ikiwemo netball, volleyball, kukimbiza kuku, kukimbia katika magunia. Lakini kubwa zaidi tunaizungumzia mpira wa miguu, ambapo waliobahatika kuingia katika fainali ni timu ya Bedi Psychology pamoja na Bedi Admani. Namna kama unavyoona watu ni wengi katika viwanja hivi, na kilichowavutia zaidi watu kuja katika fainali hii ni uwepo wa mgeni rasmi ambaye ni kocha mkuu kutokea timu ya Dodoma Jiji, ndani ya jiji hili la Dodoma. Hapa chuo kuna mashindano kama hayo yanayoendelea, hapo fainali inaendelea, nafikiri ni jambo zuri, na sisi wenyewe tulitokea huko huko, tumecheza shuleni mpaka tumekwenda kucheza timu kubwa, kwa hiyo nafikiri msingi mkuu wa michezo ni shuleni. Kwa kitu unachokifanya hichi UDOM ni kitu kikubwa, na kitu kinatakiwa kiendelee, eh, kiwe endelevu sawa, sawasawa. Pengine ukiwa kama ulishawahi kuwa mchezaji mzuri kabisa, lakini pia ni kocha ambaye umefundisha wachezaji wengi, umekutana na wachezaji wenye tabia tofauti tofauti, pengine ni kitu gani hasa ambacho wewe unaweza ukazungumzia kwa vijana awale ambao wenye vipaji ambao wanajitafuta, kinachowafanya wasifikie ndoto zao? Aa, kikubwa kwa Tanzania ni sehemu zile za ku, za, za kunani yani nani za ku train zinakuwa ni chache, na ni watu gani wa kupata kuwaona ili kuwaweza kuwavuta juu. Hicho ndio changamoto kubwa Tanzania, lakini sehemu kama zamani ilikuwa michezo mingi ya shuleni na ilikuwa ni watu kabisa wanakwenda kuangalia na vipaji vingi. Hata sisi wenyewe tumetokea mashuleni tumetokea mashuleni ndio tukaenda timu kubwa Sawa, yeah. Sawa, umeingia ndani ya chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, umeshuhudia vipaji, umeona vitu mbalimbali, lakini pia mazingira, unazungumzia vipi kwa chuo kikuu cha Dodoma? Ah, kwanza mazingira mazuri, mazingira mazuri kwa mchezaji, hasa kama unataka kucheza uwe serious. Sasa kwa mazingira ya huku ndio vizuri, kwa sababu huku kungekuwa na viwanja vizuri na maana timu nyingi tu zingekuwa zinaweka kempu kutokana na mazingira yake, ametulia na hali ya hewa nzuri na kumetulia, utulivu mkubwa, kwa hiyo ni sehemu nzuri kwa hiyo mtu kama una nia hasa ya ukitulia ukifanya mazoezi, baada ya kumaliza masomo yako, unaingia unafanya mwenyewe mazoezi yako individual, nafikiri ni sehemu nzuri hasa zaidi ya kujifua. Umeshuhudia vipaji vya chuo kikuu cha Dodoma game, umeshuhudia, umeonaje? Ah, wachezaji ni wengi Tanzania, yaani ukienda sehemu yote uweze kukosa wachezaji. Hata hapo kuna wachezaji wengi wanakosa tu fursa nafasi, unaona kwa sababu kwenda kucheza juu uonekane, ni nafasi. Mtu kakuona kakuchukua kakuleta huku juu, na wewe umemuonesha kile ambacho alikiona kule. Basi ukipata nafasi, ukiaminiwa, nafikiri kila kitu kinaenda vizuri eh. Sawa, pengine neno lako kwa mwisho kwa vijana ambao wanajitafuta. ah, vijana wasikate tamaa, wasikate tamaa, wafanye mazoezi kwa bidii, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi. Nafikiri ipo siku wataonekana, na wakipata nafasi, wakifika juu, na wasi, wasibweteke wasibweteke Wafanye mazoezi kwa bidii mchezo. Wa mpira sili yake ni moja tu, uheshimu. Ukiuheshimu nao watakuheshimu eh. Sa -sa -sa -sa -sa. Nikushukuru sana asante.